Wivu wa mapenzi lakini pia msongo wa mawazo imekuwa vikitajwa kama vitu vikuu ambavyo vinasababisha mauaji hapa nchini. Mara kadhaa imesikika mtu akijiua ama kuua watu wa karibu yake, lakini wakati mwingine pia tumeshuhudia mtu akifikia hatua ya kujiua yeye ama jamaa na ndugu zake kutokana na kukumbwa na madeni. Ni mambo ambayo yamekuwa yakisikika kila uchao lakini pia matukio haya yameanza kuwagusa hata wanafunzi wa vyuo mbalimbali hapa nchini. Familia hazipo salama kwa maneno mengine, kutokana na wazazi kufikia hatua ya kujiua yeye na watoto zake. Mara kadhaa yamekuwa ni matukio ambayo yameacha simanzi na bumbuazi kwa wengi, lakini unataka kujua kulikoni, matukio haya yamekuwa yakitoweka na kurejea, na sasa ameanza kurudi tena kwa nguvu. Naitwa Nordin Selemani. Ikikualika kwenye uchanganuzi, leo tutapiga darubini kwenye eneo hilo. Ni kwa nini matukio haya yanaendelea kuongezeka? Wakati huu ambako takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO, likionyesha kwamba katika kila dakika moja kuna mauaji ya watu saba yanafanyika. Na katika mauaji hayo ya mtu mmoja ni yule ambaye huwa analipiza kisasi ama yanamhusu mwanafamilia. Kuweza kuyatupia macho haya, tumemwalika hapa Alhaji Jamaa Rambo. Yeye ni kamishna msaidizi jeshi la polisi mstaafu, ambaye tunaye amerejea, siku mbili hizi tu akitokea kule e, kutekeleza ibada ya hija. Karibu sana Alhaji. Asante sana kwema. Nashukuru sana. Asante sana. Naam, kando yake tunaye Abdullahi Mlapakolo. Yeye ni msaikolojia kitaalamu karibu. Uh, asante sana kwema, kwema, kwema. Mm. Alhaji Rwambo, tuanzie kwako na mara nyingi kumekuwa na haya matukio, na yanapotokea katika kipindi kifupi, askari wanatoa ama polisi wanatoa taarifa, na wakati mwingine watu wana staajabu, imekuwaje polisi wanatoa taarifa haraka haraka. Kwa uzoefu wako Hebu tuambie nini ambacho huwa kinawasaidia kubaini hasa chanzo cha haya matukio, kwa sababu ataripoti a hivi karibuni msemaji wa Jeshi la Polisi DCP, uh, David Misime alijitokeza na kueleza kwamba matukio ya hivi karibuni ambayo yanaelezwa, akaorodhesha sababu zake na si tu Jeshi la Polisi ama kutekwa kama ambavyo wengi wanasema. Sahi kabisa. Uh, Jeshi la Polisi linafanya kazi kwa maadili na moja katika maadili wanayotakiwa kujikiti nayo ni katika maeneo ya upelelezi. Tukio lolote linalopotokea, uh, wajibu wao wa, wa msingi kwanza ni kujua sababu gani zimesababisha hilo tukio tokee. Baada ya kuzipata hizo sababu, wanakuwa katika nafasi nzuri sasa ya kueleza chanzo cha ja tukio lililotokea ni lipi. Hawakurupuki tu kwamba tukio limetokea alafu wakasema chanzo chake ni hiki no. Wanafanya maulizo, wanachunguza kwa kuuliza au kwa kusanya ushahidi uliopo, mwisho wake wanakuja na kitu ambacho wanaeleza wananchi kwamba tukio hili limetokea, labda chanzo chake ni ugomvi au wevu au hali kama hiyo, lakini hawakurupuki tu bila chanzo. Hmm. Kwa hiyo chanzo alikipata baada ya kufanya uchunguzi, na uchunguzi huo unafanyika kwa haraka pale tukio linapotokea. Kwa nini hili limetokea? Nani amefanya hivi? Je, kuna nini nyuma ya hiyo kitu? Kwa hiyo kaenda moja, mbili, tatu Uh, wanajikuta wanakuwa na sababu za kueleza kwa nini tukio lile limetokea, ukurupuki kitu na wanapokurupuka uh, watakuwa hawafaji uh, kwa uadilifu mm, lakini mimi ningeweza ni kulitazama au ningeweza kutazama tatizo kubwa la haya yanayotokea hivi sisi hivi sasa ni kuwa yonotokea yonotokea visasa, mbali na maelekezo ya Mwenyezi Mungu mm, uh, yani, uh, tunakuwa mbali na Mungu kwa hiyo wakati umefika sasa tumrejee Mwenyezi Mungu. Tukiwa karibu na Mungu, basi tutachukia vitendo vyote hivi wa kuvijua wa kuua mwingine waku, vitu kama hivyo mm. Sababu kubwa ambayo mimi naiona kuongezeka kwa hili ni watu kwa mbali na Mwenyezi Mungu mm. Kila mtu anafikiri mambo ya leo tu tuna kesho akashukutwa, lakini anasahau kabisa kwamba kuna Mungu na Mungu anakataza moja mbili tatu. Mungu anaagiza tufanye moja mbili tatu. Mungu anaagiza upendo kwa dini zote tukishikilia huko, huko na tukaenda huko, nadhani tutatatua matatizo mengi sana, okay. uh, kab kabla hatujaigusia hii eneo la, uh, la imani ambayo ni muhimu sana katika uh, binadamu wetu, kuna wakati mwingine ambako tupe bado uzoefu wako wakati ukiwa uh, ukihudumu ndani ya jeshi la polisi, kuna matukio ambayo unaweza ukaona kama yanalingana, lakini ukapata sababu haraka, lakini mengine yakachelewa mno, shida huwa inakuwa ni nini? Kila tukio uh, lina, lina sababu yake, linatokea kivyake. Matukio yote hayawezi kufanana eh? tukio la kujinyonga kwa mfano hmm. Mtu anaweza kujinyonga lakini uchunguzi utaonyesha huyu amejinyonga kwa sababu gani? hmm. Eh? labda la, mtu ameugua sana, amefikia mahala akaona kwamba hawezi kujitibu au uh, aponi, anaamua ngoja nife lakini mwisho wa siku hiyo pia ukiangalia pamoja na kwamba huyu amejiua kutokana na maradhi ambayo amesumbua kwa muda mrefu, unakuja kupata jibu pale pale kwamba hakuwa karibu na Mungu kwa sababu Mungu ashindi kwa jambo lolote mm -hmm. Angemtegemea Mwenyezi Mungu hata hilo yeye analoliona kwamba ni ugonjwa ambao hauwezi kutibika, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna kinachoshindikana. Sasa okay. Uh, napata shida kidogo mm, kuweka mpaka wa ukamanda <laughs> <laughs> na kuweka na mualhaji sasa, hayo tetabidi yaende kwa pamoja, lakini eh, lakini eh, ukiwa, ukiwa, ukiwa karibu na Mungu basi mambo mengine yatakwenda vizuri. Abdullah Abdulahi, kisaikolojia, kupitia ile taaluma yenu yeah, nini huwa ni chanzo ama sababu ya mtu kufikia hatua ya kuwaza ama kuja baadaye kutekeleza kwamba ajidhuru nafsi yake kwa kujiua ama kumua mtu mwingine sawa. Uh, tukirudi katika saikolojia na maana, tunarudi katika mfumo wa binadamu, ambapo kwenye mfumo wa binadamu kuna kitu kinaitwa ubongo brain, ambapo ndani yake katika brain hii ni kama device, naweza nikasema imebeba akili yaani u, u, ubongo naweza tukasema ni hadi copy na ile na nini, hardware mm. Na pamoja na akili ni software ambayo imebebwa kwenye, kwenye ubongo. Sasa kwenye akili uh, imegawanyika katika sehemu kuu tatu ambapo kuna unconscious mind, ni akili asili ambayo tunafanya vitu vingi pasipo wenyewe kuwa na willing yani kuwa na hiyali nayo ya kuyafanya, lakini pia tuna kitu kinaitwa conscious. Hii ndio akili ya mbele ambayo tunaitumia sana katika wakati kwa tuna, ufahamu wetu kamili, lakini tuna preconscious. Hii ni akili ambayo inakuwa ya mpito ambapo kama ukitaki kukumbuka kitu ndio huwa inakuja. Sasa tunaporudi katika unconscious mind, ile akili asili, ndani yake kuna vitu vitatu ambapo kuna id, kuna ego na super ego. Ambapo id hii kazi yake kubwa ni yani kuhakikisha kwamba akili ya binadamu ifanye vitu kwa haraka katika kutatua mahitaji yake. Yaani kwa mfano labda nina kiu cha maji. Mm, mm. Kazi yake ini, inashawishi kwamba ni, ni, ni kizi ile mahitaji kwa haraka. Yaani ile tunasema immediate gratification. Yaani kwamba siwezi kuwaza kwamba hapa haya maji ni ya nani. Mm. Naweza yani hata nikachukua maji ya Alhaji hapa nikatumia mm, pa, lakini kuna kitu naitwa ego. Ego kazi yake sasa yenyewe ni kuweza kupatanisha. Haya mawazo kati ya idi na ego, ni kwamba bwana, sasa hapa kuna uhalisia, hayo maji sio ya kwako au omba. Kwa hiyo ikitokea ego inafeli ndio naweza nika, mtu akaiba, ndio mtu anaweza akaua, mtu anaweza akakabaka eh, na matatizo mengi. Lakini super ego sasa ni final, yeye ndio anatoa hukumu ya sasa inategemea na ustawi wa akili ya binadamu. Sasa inapotokea mtu anapata maamuzi ya kuua au kuua mtu mwingine, ina maana uh, ustawi wake wa akili, hivi vitu vitatu vinakuwa vimeathirika, ndio ameathirika kiakili, kwamba aidha kutokana na msongo wa mawazo ambapo unatokana kama hivyo na masuala ya familia, masuala ya wivu na masuala mengine mengine ya kiuchumi. Kwa hiyo inapoataki hii ego, ego inashindwa kuweza ku kusimama vizuri katika kupatanisha, kutoa maamuzi sahihi, ili super ego aweze kumsikiliza ile akili ambayo ya mpito ya, ya, ya ambao kazi yake kubwa ni kuweza kufanyaje, kutoa maamuzi sahihi. Kwa inapofikia mtu anapotaka kuua, ina maana kwamba amekosa ule msaada wa kisaikolojia, yani kwamba sasa, mbaya, wa kwamba sasa ameshafikia stage ambayo ni mbaya, msongo wa mawazo wa muda mrefu kiasi cha kwamba sasa idi yake ndio inakuwa inafanya kazi. Hmm, yaani idi yake ile ambayo inao inaoamrisha yale mambo kwa haraka zaidi, kwa sababu idi kazi yake kubwa haitaki maumivu, hmm, kwamba mimi nimeumizwa nimeachwa hapa, dawa yake mimi ni kuondoka, ni, ni kwenye ulimwengu na au dawa yake huyu amenisaliti, dawa yake ni uwe, ili mradi mimi moyo wangu uweze kupata relief, kupata afueni, hmm, ndio kazi kubwa ya idi. Lakini ukijua super ego na ego kazi yake ita control Mata. Sasa hapa kuna Mungu, unajua masuala ya imani bwana, ukiua kwanza ni dhambi, mm. kuua nafsi ya binadamu au sheria zetu za nchi yetu ya Tanzania wanaukiua na utafanyaje? Utauawa hapa oh. Mbona kuna suluhisho kwao, inakuwa inakupa fikra ambazo ni za msingi sana kwenye hivi vitu vitatu. Kwao ukisikia ustawi wa jamii, yaani ustawi wa akili ni huu utimamu wa hivi vitu vitatu kufanya kazi vizuri bila kuasirika na namna yote. Mm. kwa sababu msongo wa mawazo huwezi kukwepa ila unakabilika Mm, unakabilika, unakabilika vipi? Ni kutokana na ustawi mzuri wa akili mawazo yako, unapopata changamoto namna gani unaweza kukabiliana na hilo changamoto. Tiba sasa inaweza ikawa nini? Kwamba mtu yupo kwenye hiyo hali kwamba hiyo ED, ndio ambayo inamsumbua hiyo imekaa mbali huko haijiwezi tena, mtu anataka mm, uh, yeah, yeah, so, kufanya maamuzi wenye. Sasa hapa kitaalamu wa saikolojia, kuna matibabu mengi, kuna baadhi ya dawa ambazo psychotherapy kule mtu anapewa kwa ajili ya kurudisha hizo fikra chanya nikizungumzia watu wa kompyuta atakuwa ananielewa, akili ni kama program. Kwa hiyo sometime hii inaweza ikawa ika collapse, kwa hiyo unaweza kuweka program mpya ikawa kwa update. Sasa ku updateiwa kwa akili nikueze fikra chanya, mfano nilikuwa na mawazo hasi, huzuni, uh, sonona depression, nikapata labda aidha nikaja kwa Alhaji hapa kanitia moyo au nikaenda kwa wana saikolojia kama sisi hapa, akakushauri zile fikra zinakuwa chanya. E, ina maana zikishakuwa chanya, ina maana zitazalisha vichochee hormones ambazo zinaitwa serotonin, ambazo kazi yake ni kurudisha mfumo ule wa furaha, yanani na balance, zile hisia za huzuni zilizozalishwa mwanzo zinarudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo mtu anakuwa anafikiria tena upya, ego inakuwa ina nguvu, anaweza kuacha yale maamuzi ambayo yapo sasa, kinachosababisha kwamba Uh, watu wengi huwa hatujui kama tuna, tuna, tuna hii situation, yani tunafika kwenye hatua mbaya, wewe mwenyewe binafsi nyumbani kwako wewe mwenyewe mwenye binafsi yani. Kwa hiyo ukai na watu zungumzi, sasa hili linakuwa ni shida sana. Ndio maana sasa sisi tunashauri ukishaona kuna dalili za changamoto za afya ya akili, wewe mwenyewe kwanza ujue viashiria kwamba mimi siko sawa na nisipokuwa sawa inabidi fanyeje. Sasa lazima niwafuate watu wa aiza wa kiroho au niwafuate watu ambao wa kisaikolojia ili waweze kunipa tiba. Wakikupa tiba, basi fikra zako zinarudi, hata kama una jambo kubwa kiasi gani, kwa sababu hakuna jambo ambayo ni alija kutokea katika ulimwengu huu hmm. Mambo yote yanajirudia kwa, utarudi kwenye fikra chanya, utawaza positifu, na maisha yataendelea. Alhaji Rwambo, moja ya jambo ambalo limekuwa likitajwa pia heyo ni swala la malezi. Wanasema uh, malezi sasa hivi yamepinduka ya pinduka, pinduka, sio kama zamani, kwamba uh, mtu alikuwa analelewa ili aweze kumudu hali yoyote ile ya kimaisha, lakini leo hii mtoto wa chuo tu akikosa tu jambo dogo tu hivi anasema hamia nini bwana, si bora tu nijimalize niondoke zangu. katika hapo hapo uchanganyo yote ya upolisi <laughs> pamoja na uwalhaji utusaidie katika ile eneo uh, labda niseme tu kwamba uh, sio sahihi sana kusema malezi yanachangia uh, kuleta hali hiyo kwa sababu kuna watu katika malezi ya kawaida mm -hmm. Wanakabiliana na mambo magumu sana, lakini hatusikii kutoka kwao wanachukua uamuzi mgumu na wakipuuzi kuyafanya hayo wanayoyafanya. Kwa hiyo labda nijaribu kuweka tu msisitizo, hakuna mtu mbaya mm -hmm. hakuna mtu mbaya wala hakuna uh, kitu kibaya ndani ya mtu. Kila mtu ameumbwa kwa madhumuni, kwa hiyo ana faida fulani na mahala fulani mm. Akijiona hivyo, hawezi kufikia mahala akajiona mimi mbaya sana nimefanya kitu kibaya sana mbele ya wenzangu, hapana. Kwa hiyo labda sasa unaposema malezi, malezi ya wajenge hawa kujiona kwamba wote ni wazuri, wote wana nafasi ya kufika mahala fulani. Wakijengeka hivyo, nadhani itasaidia, lakini wakati fulani ya watu wanafanya kutokana na kutengwa. Jamii inapowatenga, haitaki kuwasikiliza haiwapi nafasi ya kuwasikiliza, kwa hiyo inafikia hatua mtu anaona sisikilizwi, sio wazazi wanisikilizi, sio marafiki zangu wanisikilizi, hakuna mtu anayesikiliza kuhusu tatizo langu kwa hiyo nafikiri njia ya rahisi ni kujimaliza. Kwa hiyo jamii inayo nafasi ya kujaribu kuona watu wa aina wa hii wawatazame wa vipi, mtu anaposema jambo hmm. Tuwe na ule utamaduni wa nidhamu ya kusikiliza watu okay. Eh? usimwone tu kwamba huyu jamaa mbona anasemasema ovyo. Hapana, msikilize, labda katika ile anayosema kuna jambo unaweza kumsaidia, na wakati fulani mtu kwa kusikia tu anapata ushauri kutoka kwa mtu mwingine. Ana wakati anafikiri hili tatizo, baadaye unamwelewesha kwamba hili sio tatizo, mimi sha kulitokea, nilifanya moja pita hata wewe na vitu, kumbe ni kitu cha kawaida mm. Kwa hiyo labda tujielekeze, tujielekeza nako huko katika malezi kwamba hawa vijana hawa watoto wetu wasijione kwamba wao ni wabaya katika familia, na sisi hatuna nafasi ya kusema wao ni wabaya mm. Katika familia, kila mtu ana nafasi yake wengine kweli wanaweza hajafanya vizuri katika mitihani yake ya mm. Mzazi akachukia sana baada ya kuona kwamba gharama kubwa ameweka na matokeo ya mitihani ajua mazuri kwake. Eh, akifanya hivyo anaweza kumpeleka huyo katika engo nyingine akajua kama hata baba aliyekuwa naniamini kunilipia ada anaona mimi wahovyo kwa sababu sijafanya vizuri kumbe <laughs> mm. Eh, yule aliyefanya vizuri labda naye alinukuu mtihani vitu kama <laughs> <sasa laughs> hivyo mm. Yani tuwasikilize na tujifunze kutoka kwa vijana tuliowalea, okay. Eh, tuwafahamu vizuri pale tunapoona anakwenda tofauti kama alivyosema ndugu yangu Mlapakolo hapa mm. Tujaribu kuona nini njia sahihi ya kuwasaidia. Okay. Lakini tuwaonyesha kabisa hakuna mtu mbaya, hakuna mtu aliyeumbwa kuwa mbaya. Hmm. Kila mtu ana nafasi ya kuwa mzuri na kila mtu ana nafasi ya kubadilika, hmm. Yeah. Kwenye hilo eneo la, la, la, la malezi yeah. Uh, Abdilahi yeah. Nanyi mnalitazama hivyo hivyo watu wa psychology, kwamba uh, kuna shida ambayo inaweza ikawa inaanzia hapo baadaye ikaendelea, yeah, na kuleta shida huko mbele, uh, kwenye malezi pia yapo kwa kiasi fulani yanachangia pia uh, vijana wanaona namna gani ambapo baba na mama wanashughulikia migogoro ambayo inawakumba hmm. kwao wanaweza kujifunza tokea pale. Kwa hiyo ndio maana huwa tunashauri sana wazazi wawavalishe ujasiri vijana au watoto wao au watoto wetu, kwa ujumla, kwa, kwa sababu kupitia kujenga katika masuala ya kimaamuzi decision, kwa sometime unaweza ukawa kwenye situation ambayo ni ngumu unashauri pia mbaba, unatakiwa unaongea pia na vijana, bwana, hapa mimi kuna changamoto hii imetokea, lakini kwa uwezo wa Mungu au kwa uwezo wa kupambana naweza hii hali ikapita. Kwa pia najua kwamba sometimes kuna shida, kuna changamoto kwamba, kwa sababu maisha ya duniani pia katika asilimia kubwa yana asilimia fulani chache sana kushinda huzuni na matatizo. Mm e, kwa hiyo utakuta furaha zetu ni chache sana, lakini ukiangalia hata ukiangalia hapa umri wa mzee wangu hapa atakwambia, uh, moment zake za furaha zinakuwa ni chache sana, lakini changamoto ni nyingi. Kwa hiyo sasa, lazima tuwajenge vijana kwa ajili ya kupambana kwenye kila changamoto na tujue kwamba, uh, stress au msongo wa mawazo unaweza ukaja kwa wakati wote. Yani sisi hatuna dhamana ya kusema tukabiliane na majanga, labda kama kufilisika kuachishwa labda kazi, kudhulumiwa, lakini tuna uwezo wa kukabiliana nayo yakishatokea. Kwa hiyo huo uwezo wa kukabiliana na uhalisia wenyewe, kukubali hali hiyo, ni kitu ambacho kila mmoja anatakiwa anacho hmm. Unaweza ukawa ukakamatwa ukawa jela, lazima kuna wakati kwanza kukubaliane kukubaliana nayo kwamba kwa mazingira ya sasa, siko raiani, niko jela natakiwa hmm. nifanye nini kwa sasa hivi? Inabidi nibwage moyo, niangalie namna gani nitatoka hapa, lakini sikukata okay. tamaa kwamba basi wewe ndio upo kule ujinyonge, au ufanyaje? au eh, eh, wengine ni maradhi. Unaweza kuona maradhi amekupata kupona leo wala kesho. Nadhani tumeona hapa hata baadhi, kuna msanii fulani alipata maradhi ya muda mrefu sana, lakini tunaona jinsi alivyokuwa ana positive ile posture yani, mm. ana mtazamo chanya kuhusiana na maradhi yake akiamini ya kwa Mungu na vitu vingine mpaka okay. amefariki lakini, tunaona bado anatabasamu tabasamu, mm. kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinatupa sisi imani, lakini pia hata kupitia vipindi mbalimbali vya UTV tunaona baadhi ya watu walikuwa kwenye changamoto ambazo ni kubwa sana, lakini tukiwaona bado ni majasiri na yeah, ukiangalia kile kiatu sisi, hata mimi huwezi kuvaa. kwa maneno machache yeah, inatajwa sana afya ya akili yeah. Yani, shida nyingi sasa hivi zikija, yeah, watu wanataja afya ya akili yeah. Hili eneo kama watu wa saikolojia mnapata mm, shida nalo vipi, ama mnawasaidia vipi a, watu ambao kila anayekuja anaambiwa hii shida kubwa imekuwa ni sehemu ya afya ya akili yeah, kwa sababu akili ndiyo mwongozo katika maisha ya binadamu sasa ili akili yako iweze kuwa vizuri, lazima kuwe kuna ustawi mzuri, yaani ina maana ndio kama nilivyozungumzia mwanzo, mjumuisho mzuri wa kimaamuzi kwenye kufanya decision, na vile vile pia saa nyingine hii afya ya akili ina viashiria vingi na ubaya wake hili tatizo, yani sio ugonjwa ule kama ulione malaria hmm. Yani unaweza ukajigundua haraka kwamba mimi, yani inakuja taratibu kutokana na mabadiliko ya zile tabia ambazo za kila siku, inawezekana wewe ni mtu ni mcheshi, lakini unaanza kupitia huzuni ghafla, au unaweza wewe ni mtu labda unaonekana normal, lakini kawaida yako unacheka cheka sana. Kwa hiyo kupitia hapo, yani mabadiliko ya KC, unaweza kujua huyu sasa ana matatizo ya afya yeah, ya akili okay. Kwa hiyo ni sisi wenyewe jikagua, ndio maana hata kwenye baadhi ya hospitali wataalamu wanashauri wewe unaenda kucheki afya yako ya akili, kwa sababu inawezekana leo mimi na wewe tuko hapa, lakini tuna changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo sasa tutakuja kuona kuonekana kwenye matendo yetu, ndio maana, kwa sababu kwa hali ya kawaida ukishakuwa na, na, na afya ya nzuri ya akili kuna vitu huwezi kufanya. Yani, kwa sababu zile nani zako, zote huwezi kuua zote, zote, zote tatu akili ya yako zinafanya kazi vizuri. We, yani, lakini ukiona sasa unashindwa, unapata hisia za kutaka kujikataa, kukata tamaa, wewe tayari hapo ushaathirika kisaikolojia. mm -hmm. Kwa hiyo inabidi utafute msaidizi ili urudi katika hali ya kawaida kama watu wengine. Kwa hii afya ya akili, kuna kuna, kuna tofauti kati ya hizi changamoto za afya ya akili na kuna magonjwa ya akili. Mm -hmm. E, kwa hii masuala changamoto za afya ya akili zinatukuta hata sisi ambao yeah. hatuna magonjwa ya akili, ila ikiendelea baadaye ndio ndo inakuwa sana magonjwa ya ya, ya akili baadaye. Mm. Kwa hiyo tujiwai mapema, ukishaona matendo yetu au ukiona mtu anazungumza sana, nitajiua, nitaua mi, mi nitakuja kuua mtu hapa dakika mbili, abidi tumwaye ah, <laughs> <Tusimpoteze. laughs> okay. Eh, Alhaji uh, Rambo, ujumbe wako sasa ni nini kwa watu ambao wanapitia shida mbalimbali mbali? Uh, katika nyakati hizi ambazo tunaambiwa msongo wa mawazo ni jambo la kawaida changamoto ya afya ya akili na tukumba leo na kesho ukitokana hasa na mtindo wetu wa maisha umebadilika, muda mrefu mtu unahangaika, tuna malaptop na nini. mm -hmm. E, nje atajua ulioni, ukirudi nyumbani giza ishaingia, uliondoka pia giza. Nini unawaambia? Ni niwaambie tu kwamba stress zote, wewe ukijiona una stress, jua kwamba una sehemu kubwa ya madhambi ili uwe stress free. Yeah, uwe stress stress free, usiwe na mzongo wa mawazo Weweondokana na hiyo hali kwa sababuyale maoguoziponatkanatuna halitu a kawaida. Umehusianisha vipi na dhambi hapo? Unawatisha? Sio kuwatisha, huu ndo ukweli. <laughs> uh -huh. Unabeba mizigo ambayo kama utaitua haitokueli na kusumbua. uh -huh. Na njia ya kuitua nio unarudi tu katika mstari unazuia una, una, una yale makatazo kuyafanya. ah, utajua una huru tu, lakini hapa kuna katazo, wewe unalifanya, alafu baadaye unalifikiria, lakini ah, kwa nini nimeiba pale ofisini eh? lakini kwa nini nimemtukana yule kiongozi wa kisiasa? Sasa hayo yote yanakupa mastresi ambayo kama mnataka kuachana nayo Angalia mstari ulionyoka mm. yeah. Kwa hiyo mambo mengine nasema tukirudi kwa mwenyezi Mungu tunaweza tukajikuta tupo huru sana okay. Kwa hiyo najaribu kusema nini, nijaribu kusema tuwape nafasi a viongozi wa dini, viongozi wetu mahali mbalimbali, wawe na muda mwingi kuongea na waumini wake ili at least tubadilike. Itafikia hatua mtu unaona huna sababu ya kuiba okay. Huna sababu ya kutukana mwenzako huna sababu ya kumkosea mwenzako, huna sababu ya kuwa na roho mbaya kwa mwenzako. Saa ikifikia hatua hiyo, ambapo atakuwa mazuri ndugu yako maneno ya <laughs> eh? Alhaji, kwa kwa, kwa, hmm. kwa dakika moja Abdulahi, yeah. ushauri wako nini sasa kwa watu ambao wanapitia mawazo ya namna hii ama hisia za namna hii zinawasogelea sogelea? Uh, cha kwanza, kila mtu awe ana tabia ya kujipima kwamba mi niko kwenye situesheni gani, so lazima mbako ndio hospitali. Kuna hali tu mwenyewe ukiona na naona mimi siko sawa mm. na inahitaji msaada kwa hiyo utakapoenda, lazima angalia wale watu ambao ni waaminifu, ambao hawatakuvunja kuvunja moyo, kwa sababu unaweza ukaenda kwa mtu kwa ajili ya kukuliwaza autoboi autogoi lazima ufe sasa. <laughs> <laughs> watu kama hao sio kuwafuata, tafuta watu ambao wewe mwenyewe unaona kabisa huyu, hata kama nikimwambia, bwana mimi na jambo langu baya, atakutuliza tuna kawaida, atakupa alternative way, njia ambazo za kuweza kuenda na watu husika ni watu wa kiroho mm -hmm. au wanasaikolojia, kwa sababu watakupa maana nzuri, lakini ikiona kama ni hali imekuwa ni mbaya sana, unaweza kwenda hospitali hospitali wana vidonge vya kuweza kumcontrol huyu jamaa Igo au Idi, mm, mm. ambaye analeta shida sana, na ndio chanzo cha maovu mengi sana katika dunia. Kwa hiyo tamtuliza na yani, kimaamuzi atatulia na utakuwa sawa, na maisha mengine yataendelea, okay. Kuna matukio mengine tunayaona yatakuwa, mm. yata ni historia tu, okay. Maneno ya kwake msaikolojia Abdullahi Mlapakolo ambaye tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo. Kando yake yupo Alhaji Jamaa Rambo. Alhaji mpya, alhaji mbichi. Huyu yeye ni kamishna msaidizi mwandamizi mstaafu wa jeshi la polisi hapa nchini. Ni washukuru sana, ni utendo. Nafikia tamati ya uchanganuzi tulikuwa tukimulika uh, kurejea kwa kasi kwa matendo ya kujiua na kuua watu ambao sasa ameanza tena kuonekana katika maeneo mbalimbali hapa nchini, tuko tunaangalia nini shida na kipi kinaweza kikawa suluhisho Kuondokana na vitendo hivyo. Niite Nurdin Selemani, nikutakie tu usiku mwema na kwaheri.